Miaka kadhaa iliyopita tsunami katika Bahari ya Hindi ilivamia ghafla, kwani huko Indonesia, Sri Lanka na maeneo mengine, ikidai zaidi ya maisha elfu mia mbili, na hadi leo kwa kweli inabaki kuwa moja ya majanga ya asili yenye vifo vingi zaidi katika historia. Kama unavyoweza kufikiria, iliacha watu na maswali mengi kuhusu maisha, hata kuhusu jukumu la Mungu katika mambo ya kibinadamu na maanisha ikiwa Mungu ni mtawala wa kweli mwenye nguvu zote. Swali hili lilirudiwa tena na tena katika vyombo vya habari kote ulimwenguni, kwa nini hakudhibiti janga hili? Na maanisha ikiwa Mungu anadhibiti kila kitu, kwa nini aliruhusu upotevu wa maisha wa kusikitisha na wa bahati mbaya kama huu? Kweli, hilo ni hilo ni swali zuri, swali lakina linahitaji jibu refu lakini hapa kuna kile tunachoweza kusema kwa leo hu, Mungu ana kusudi katika kila kitu, hata kama makusudi hayo hayajaelezwa kwetu. Na tunahitaji kuwa waangalifu tusidhani kwamba Mungu hutumia majanga yote ya asili walenga watu ambao ni wenye dhambi hasa. Kwa kweli, wakati wa huduma ya Yesu mnara mrefu ulianguka ghafla, uliwa watu kumi na nane. Yesu alipoambiwa kuhusu tukio hili la kifo, hakujibu kwa maelezo ya kwa nini lilitokea, bali kwa kukumbusha kwamba watu wote hatimaye watakufa na wanahitaji kutubu kabla ya siku hiyo kufika, na wanahitaji kumfuata Mungu sasa. Hata kama hatuelewi madhumuni yote ya Mungu nyuma ya matukio haya tunayoita majanga ya asili, masomo tunayohitaji kufikiria ni haya hii: vipi ingekuwa kwetu dakika moja baada ya kufa? kama kama tungepata kitu kama hicho basi, somo la la kujifunza kutokana na janga ni hitaji la kumgeukia Bwana. Basi kwa hayo leo tunaanza safari yetu ya hekima kupitia kitabu kidogo cha Yoeli, cha pili katika orodha ya manabii wadogo 12 hapa katika Agano la Kale. Nabii Yoeli anaelezea janga linalotokea kwa sasa na analitumia kuwaonya wasomaji wake kuhusu majanga makubwa zaidi Yanayokuja. Na, na kama, Yesu Yoeli atawahimiza watu kutubu sasa. Ingawa hakuna alama za muda hapa katika kitabu hiki, naamini aliishi takriban miaka mia moja kabla ya Hosea, wakati wa ur utawala wa wa mfalme Yoashi wa Yuda. bili Mambo ya Nyakati 24 inatupa maelezo. Sasa hii ingemaanisha kwamba huduma yake huko Yuda ililingana na huduma ya miujiza ya Nabii Elisha huko katika ufalme wa kaskazini wa kaskazini Israeli. Yoeli anaanza hapa katika sura ya kwanza kwa kuelezea tauni ya nzige inayoharibu ambayo imekuja juu ya nchi, na ni vigumu hata kufikiria jinsi nzige wanavyoweza kuwa waharibifu huwa kwa jamii inayotegemea kilimo. Nimesoma kwamba nzige ana uwezo wa kula uzito wake mwenyewe kila siku. Maili moja ya mraba ya kundi la nzige inaweza kuwa na zaidi ya milioni mia moja ya viumbe hawa wenye njaa, na kama unaweza kuamini, makundi yamejulikana kufunika mamia ya maili za mraba. Haya, hiki ndicho Yoeli anaelezea hapa anaposema katika mstari wa saba kwamba e, nzige wameharibu mzabibu wangu na kuvunja mtini wangu wamevua Maganda yao. Mstari wa kumi unaandika: mashamba yameharibiwa, ardhi inaomboleza, kwa sababu nafaka imeharibiwa, divai imekauka, mafuta yanadhoofika. Aibikeni enyi walimaji wa ardhi, lieni enyi wapandaji wa mizabibu, kwa ngano na shayiri, kwa sababu mavuno ya shamba yameangamia. Sasa lazima nikuambie, hakuna mtu aliyekuwa anatarajia tsunami hii ya nzige ambayo ilipita katika nchi. Na kwa kweli, Yoeli hatumii muda wowote kutupa maelezo yoyote. Anawaita tu makuhani wakusanye watu na kumuita Bwana katika toba. Msaada wanaohitaji kweli utakuja kwa kutubu dhambi zao, lakini kuna sababu nyingine wanahitaji kumgeukia Bwana. Yoeli anasema hapa katika mstari wa 15, siku ya Bwana iko karibu sasa. Usemi huu katika Biblia, siku ya Bwana, unarejelea tu kipindi hicho cha hukumu ya kiungu. Mara nyingi hutumika kwa kipindi hicho cha hukumu ya baadaye tunachokiita dhiki. Hata hivyo Yoeli hapa anazingatia hukumu ya muda mfupi. Anasema shambulio hili la nzige linarejelea tukio la siku za usoni za karibu ambapo Yuda itashambuliwa na jeshi la Waashuri linalovamia. Kwa kweli aya ya kwanza ya sura ya pili inataka tarumbeta ipigwe ili kuwaonya watu. Yoeli anasema hapa siku ya Bwana inakuja, iko karibu. Aya ya pili inasema ni siku ya giza na huzuni. Yoeli anaelezea jeshi linalovamia hapa katika aya ya kumi Dunia inatetemeka mbele yao, mbingu zinatetemeka, jua na mwezi vinatiwa giza, na nyota zinajiondoa mwangaza wao wote. kwa njia jeshi hili linalovamia linaitwa jeshi la Bwana. Sijui kama uliona hilo, ni jeshi la Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wanatimiza makusudi ya Bwana. Aya ya kumi na moja inasema, Bwana anatoa sauti yake mbele ya jeshi lake, kwa maana kambi yake ni kubwa sana yeye anayetimiza neno lake ni mwenye nguvu. Kwa maana siku ya Bwana ni kuu na ya kutisha sana. Ni nani anayeweza kuistahimili? Sasa, watu wa Mungu wanapaswa kujibu vipi tangazo hili la kinabii la tsunami inayokuja ya hukumu kutoka kwa Bwana? Naam, hapa tena ni toba. Aya ya kumi na mbili inasema lakini, hata sasa, asema Bwana, nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga, kwa kufunga kulia na kwa kuomboleza na rarua mioyo yenu, na siyo mavazi yenu. Mrudieni Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ni mwenye neema na rehema, si mwepesi wa hasira na mwingi wa upendo wa kudumu, na yeye hujuta juu ya maafa. Ni nani ajuaye kama hatageuka na kujuta? Sasa, Yoeli kwa kweli anadhani, e, taifa litaungama. Anaahidi hapa katika aya ya 18, Bwana aliwahurumia watu wake Bwana akajibu na kusema kwa watu wake, tazama ninakutumia nafaka, divai na mafuta, na mtashiba. Anadhani anazungumzia watu wanaomgeukia Bwana kwa toba, na na msaada utatoka kwa nzige hawa, lakini zaidi ya hayo, ukombozi utatoka kwa jeshi hilo linalovamia. Bwana anasema hapa katika aya ya ishirini, nitamwondoa yule wa kaskazini mbali na nini? Tena adui huyu anayekuja kutoka kaskazini ni jeshi la Waashuri na kwa njia tunajua kutoka kitabu cha Wafalme wa pili na kitabu cha Isaya kwamba Bwana alimaliza tishio la Waashuri kwa njia ya kushangaza, wakati wa utawala wa mfalme Hezekia. Malaika wa Bwana alijibu maombi ya toba na kuwaua askari 185,000 wa Waashuri ambao tayari walikuwa wamezingira Yerusalemu, 2 Wafalme 19 na, na Isaya 37. Kisha Bwana anaita nchi hapa, katika aya ya 21, msiogope wanyama wa porini. Msiogope aya ya 22, na, na watoto wa Sayuni iwafurahi. Aya ya 23, Mungu anaahidi sasa mvua nyingi. Aya ya 25, nitawarudishia miaka ambayo nzige walikula. Ninapenda ahadi hii hapa. Nzige wameharibu vitu vingi. Lakini Mungu anaweza kurejesha vitu vingi kwa mtu anayejuta na kutembea naye. Jambo la kukumbuka ni ni, ni kutosubiri tena kurudi kutembea na Mungu. Majanga ya asili, ajali, matatizo yasiyotarajiwa. Sikiliza, yote yako chini ya udhibiti mkuu wa Bwana. Hata machafuko yanayokuzunguka yako chini ya udhibiti wake wa Kimungu. Sasa kwa wakati huu, Mungu hatatuacha peke yetu. Sasa hiyo haimaanishi kwamba Mungu daima anatupa maelezo, lakini tunaweza kumwamini bila kujali kinachotokea. Lakini sikiliza, mpendwa, kuna jambo moja ambalo kila janga, kila changamoto maishani, kila tatizo la maumivu tunalopata linapaswa kutusukuma kufanya nalo, ni kuchunguza mioyo yetu, matamanio yetu, nia zetu, ili kuhakikisha tunatembea na Mungu na na kisha tuwe wepesi kukubali wakati hatuko sawa naye, wakati tunahitaji kutubu, na tumuombe Bwana tena afukuze nzige hao kutoka katika maisha yetu. Na tusipuuze kwa njia yoyote mateso ambayo watu hupitia. Wakati mwingine ni halisi, matatizo hayo yanaumiza, matukio hayo yasiyotarajiwa yanatia wasiwasi, na ni uzoefu wa kawaida kwa sisi sote katika dunia hii. Lakini hata katikati ya shida, hata hapa katika kitabu cha Yoeli, tukumbushwe neema ya Mungu kwetu. Sasa tukumbushwe tumaini tulilonalo kwake kwa, kwa ajili ya siku zijazo. Yeye anadhibiti hilo pia. Basi kwa hayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.